Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa Wizara na TANROADS kuhakikisha ujenzi wa barabara hii tulioiweka jiwe la msingi unamalizika kwa wakati kwa mujibu wa mkataba na kwa ubora unaotakiwa. Aidha, mkandarasi ahakikishe anazingatia masharti ya mkataba na kufahamu kuwa wananchi wanasubiri kwa hamu kumalizika kwa mradi huu, ili wanufaike na dhamira ya serikali ya kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya barabara katika maeneo yote ya nchi yetu. Ni wajibu, ni wajibu wa wananchi kwa upande wao nao kutoa ushirikiano kwa wizara na mkandarasi, ikiwemo suala la ulinzi wa vifaa vya ujenzi, kwani kukosekana kwa ulinzi madhubuti kunaweza kuchangia kuzorotesha kasi ya kukamilisha mradi huu. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukrani zangu tena kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika hafla hii ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa barabara hii ya Kibada Mwasonga kwa kiwango cha lami. Shukrani maalum nazitoa kwa kamati ya maandalizi ya shughuli hii na wale wote waliochangia katika kufanikisha sherehe hii. Aidha na washukuru wananchi nyote kwa kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii ikiwa ni kuonyesha furaha yenu ya kutimiza miaka 61 ya Muungano wa Tanzania ukiwa imara zaidi na wenye mafanikio makubwa. Aidha, nawashukuru sana viongozi wa dini kwa dua na sala za kuiombea baraka hafla yetu hii. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kesho, tarehe 26 Aprili 2025 nchi yetu inatimiza miaka 61 ya muungano na kuasisiwa kwa taifa la Tanzania. Waasisi wa taifa letu marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee Abedi Amani Karume waliwaongoza wananchi wa iliyokuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na Jamhuri ya Tanganyika na kuunda taifa jipya la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni dhahiri kuwa ndani ya kipindi cha miaka sitini na moja ya muungano, nchi yetu imepiga hatua kubwa ya maendeleo kisiasa, kiuchumi na kijamii, na kuifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kielelezo cha mafanikio ya muungano barani Afrika. Wananchi wa pande zote mbili za muungano wanaendelea kunufaika na matunda ya kuasisiwa kwa Muungano wetu kwa dhamira ile ile ya waasisi wa taifa letu ya kuleta uhuru, umoja na maendeleo ya Watanzania. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kutoa shukurani zangu za dhati na kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusimamia na kuhakikisha Muungano wa Tanzania unaendelea kuimarishwa kwa kuzipatia ufumbuzi changamoto za muungano kupitia vikao vya pamoja vya majadiliano kama walivyofanya viongozi waliotangulia. Aidha, nawashukuru viongozi wote wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna wanavyoshirikiana na hivyo kuhudumisha muungano wetu. Hakika ni wajibu wetu kuendeleza ushirikiano kwa faida ya kizazi cha sasa na wale watakaokuja baadaye. Barabara kutoka Kibada Mwasonga Kimbiji yenye urefu wa kilometa 41, utekelezaji wake umegawanywa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, yani package 1, ni sehemu ya barabara kuanzia Kibada hadi Songani yenye urefu wa kilometa 26.7, na sehemu ya pili inaanzia Songani kupitia Kijaka hadi Kimbiji yenye urefu wa kilomita 14.3. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa sehemu zote hizi mbili za mradi huu zinatekelezwa kwa pamoja, na kazi ya ujenzi ilianza tarehe kumi mwezi Aprili mwaka jana 2024 na ilipangwa kukamilika tarehe tisa mwezi Desemba mwaka huu. Hata hivyo, kutokana na sababu mbalimbali za kimkataba mkandarasi amewasilisha ombi la nyongeza ya muda wa mkataba wa miezi mitano. Ambayo mkataba huu mkandarasi ni kampuni ya Estim Construction Company Limited, na mradi utagharimu shilingi bilioni 83.8. Msimamizi ikiwa ni kitengo cha usimamizi cha TANROADS, yaani teku mkoa wa Dar es Salaam, na gharama za usimamizi zitakuwa shilingi bilioni 1.7. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa mradi huu hadi sasa umefikia asilimia 30, na tunaendelea kuutekeleza kwa kasi ili barabara ikamilike. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, hadi sasa mradi huu umetoa jumla ya ajira 331 ambapo kati ya hizi 326 ni Watanzania wazawa na raia wa kigeni ni watano. Kwa upande wa Watanzania wanaume ni mia tatu na sita na wanawake ni ishirini. Tunakushukuru umetuwekea jiwe la msingi la barabara ya Kibada Mwasonga Kimbiji yenye jumla ya kilomita 41 ambayo hii ni tone tu ya miradi mikubwa ya ujenzi wa barabara ambayo ndani ya miaka minne ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan imetekelezwa ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, Mkuu wa Mkoa ameelezea vizuri. Barabara hii imekuwa kilio cha wananchi kwa kipindi kirefu. Lakini ndani ya miaka hii minne Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta hapa Kigamboni shilingi bilioni 83.8 na barabara hii kilometa 41 inaenda kujengwa kiwango cha lami. Barabara hii inaenda kuifungua Kigamboni, inaenda kuwatengenezea unafuu wananchi waliowekeza kwenye viwanda hapa Kigamboni, inaenda kukuza uchumi wa taifa letu. Na kama nilivyosema, barabara kama hizi ziko maeneo yote ya mkoa huu wa Dar es Salaam. Mimi natoka jimbo la Ukonga. Mimi nimezaliwa pale Gongo la Mboto, mwisho wa lami. Kwa kipindi kirefu, mwisho wa lami imekuwa ikisogea sogea mpaka ikafika Msongola. Hivi ninavyozungumza, Daktari Samia Suluhu Hassan anaenda kumaliza neno mwisho wa lami ndani ya jimbo la Ukonga. Iko barabara kilomita 3.8 inayojengwa ambayo itaunganisha jimbo la Ukonga na jimbo la Temeke. Na sasa ukitoka uwanja wa ndege ukatafuta mwisho wa lami Utazunguka, utatokea Mbagala, utarudi Tazara, utarudi tena uwanja wa ndege. Huyo ndio daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa rais, kazi hiyo inafanyika nchi nzima. Hakuna mkoa, hakuna wilaya, hakuna jimbo ambapo TANROADS hawana mradi mkubwa wa barabara, na ndio maana tunasema ikifika Oktoba mwaka huu 2025 hatuoni mtanzania ambaye kwa kazi kubwa aliyoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan, ataacha kumuunga mkono na kumpa mitano tena, azidi kufanya makubwa kwenye taifa letu.